Kwa sababu watu wengi hasa vijijini wananyimwa haki zao za mafao ya marehemu. Nimeshawataarifu polisi wa Wangin'ombe, na nikitoka hapa naanza kulifuatia jambo hilo. Na yule mmiliki wa lile gari, tuwasiliane tu. Sisi ni binadamu, tutakaa na familia, tutatekeleza. Ila mkitaka tufike mbele, kesi hizi ziko wazi, fidia ziko wazi, na fidia inapanga familia kulingana na maumivu waliokutana naye, umeona sheria ilivyowabeba. Mmenielewa? zingatieni hilo kwa siku nyingine na kwenye, tunaanza na hili. Ole wenu polisi, mjiekesu mcholo kula, ole wenu lakini watajiuliza huyo mtoto wa marehemu ni yupi. Huyu ni mkurugenzi tuseme sijui, yani ni, ni bosi wa kampuni yetu, sio kwa umri, kwa sababu kachakalikaji na mimi huwa namtiti kama mdogo wangu, akizingua nampiga makofi, kesho tunaendelea na kazi. Pole sana. Sisi kama kampuni tumegharamia mziki huu, utatumika mpaka siku utakavyosema inatosha na kuusafirisha, lakini tumebaki na chenchi kidogo ya shilingi laki mbili hizi hapa. Pole sana, tuko pamoja sana. Nimeumia sana kulingana na staili aliyoondoka mzee, lakini Wachungaji, mimi niwatie moyo, endeleeni kuhubiri. Yaani unajua kifa mwenzio, unahisi kama we bado bado, yaani kama huamini maisha. Sasa hivi sehemu salama na rafiki wa kweli ni Mungu tu. Wangapi mnalogana humu, eh? tumbo moja, familia moja, eh? wangapi mnatakiana mabaya, tumbo moja, familia moja Wangapi mmekuwa na marafiki mmefanya biashara wamewatapeli? Mungu ndo rafiki pekee hapa duniani. Ukishajua hilo ukishatambua hilo, wala huwezi kuwa na jeuri. Niwaulizeni waliochimba kaburi hii, tukiwaita hapa tukawaona, hakuna atakaye tarajia kwamba ndo wamechimba kaburi. Yaani ukifa unazikwa na watu ambao hujawahi watarajia na wale wachimba kaburi hawachokagi, wao wanachimbaga tu miaka yote, tunawadharau, tukipita barabarani humo tunawadharau. lakini ndio watakao watakaochimba kaburi lako. Tunajifunza nini? tunajifunza kwamba hapa duniani kila mtu ana umuhimu wake.